Majibu ya ndugu Joseph Branham kuhusu maswali ya ndugu Oliviera Muaca. Nasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naitwa ndugu Oliviera Muaca, mwenyeji wa Angola Kabinda nami naelekeza maswali haya kwa ndugu wa thamani Joseph Branham. Si muda mrefu tangu nianze kusikiliza kanda zilizohubiriwa na nabii Branham. Nilikuwa nahudhuria katika kanisa moja hapa katika maeneo yetu lakini nikaondoka katika kanisa hilo. Lakini kabla ya jambo hilo, nilionana na mchungaji ili kumwonyesha kuwa ono langu lilikuwa ni kusikiliza kanda peke yake nyumbani na kanisani kwa sababu ni sauti ya Mungu kwetu na ni mapenzi yake makamilifu. Sasa tazama mambo huyo mchungaji aliyonieleza, siwezi kucheza kanda tu za nabii kanisani kwa sababu ninahakika na huduma yangu. Ndugu Joseph, yeye ni huduma tano tu, kama mimi, hana lolote la kuniambia basi. Kama yeye ni nabii, basi ni wa aina gani? Mkubwa au mdogo? Ana ujumbe gani, wakati mimi nashikilia tu ndugu Branham anasema kwa kufuatana, kufuatana na yale ndugu Joseph aliyosema katika utangulizi wa ibada kwamba tupo makundi matatu. Kundi la kwanza wale wanaosikiliza kanda tu pekee yake wapo katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Kundi la pili inatakiwa kuweka ulinganifu, na kundi la tatu hawajui la kufanya. Sasa, kulingana na madai haya, mchungaji alisema kuwa Ndugu Joseph Branham amekuja kututenganisha kwa sababu ndugu Branham hakusema kama madai kama hayo si. Na kama nataka, yani, mwikofsa, anataka yaani ndugu Joseph anataka hivyo, basi na aitishe maujiano na sisi, wachungaji tutamletea nukuu. Baada ya mazungumzo hayo, niliamua kabisa kabisa yemili kuondoka yemili kanisani ili kusikiliza kanda tu peke yake nyumbani, kwa kufuata mpango wa sauti na kutoa mafungu yangu ya kumi na matoleo Voice of God ya hivi karibuni. Swali langu ni kwamba je, nimechukua hatua nzuri? La pili, na kama nimechukua hatua nzuri basi, ungesemaje juu yake? Maana una mzigo mkubwa kwamba watu wamsikie nabii wao wenyewe. Tatu, kuhusiana na swala la mke wangu aliyebaki mle kanisani nifanyeje? Nimlazimisha anifuate bila ya kuwa ni matakwa yake mwenyewe japokuwa mimi ni mumewe? Nne, kuhusu fungu la kumi na matoleo, je, niko katika njia nzuri kwa jinsi nilivyotoa Voice of God? Tano, Biblia inasema kuwa tunapaswa kupeleka zaka zetu ghalani. Gala hili ni kanisa, ni mchungaji au ni nani? hivi Je, mafungu yote ya kumi ya kanisa ni ya mchungaji, au hayo pia ni kwa ajili ya kazi ya Mungu? Angalizo: sijaleta mazungumzo haya kwa lengo la kukebei, kushitaki au kumhukumu mtumishi wa Mungu, lakini nimeyataja kwa kuwa hapo ndipo yananijia maswali. Niombee Ndugu Joseph Branham, maana mimi ni dhaifu sana kati, kati ya wandugu wote, ili kwamba Mungu anisaidie katika magonjwa yote ya kiroho na kimwili kwa kunipa maisha masafi ya Injili. Haya hapa majibu ya Ndugu Joseph Branham kwa maswali ya Ndugu Oliviera Muaca. Ndugu mpendwa mwaka, rafiki yangu, kila mara unapobonyeza play anatuambia kwamba sisi ni bibi harusi wake na kwamba ku, tunapokea imani kwa ajili ya unyakuo. Bwana sifiwe, na kushukuru kwa maswali yako maaminifu ndugu yangu, nami nitafanya vyema nijuavyo kukusaidia. Swali la kwanza: je, nimechukua hatua nzuri au la? Jibu juste. Umefanya jambo sahihi pasteur, wakati ulipomwambia mchungaji kile unachojisikia moyoni mwako. Nawe ulisema jambo sahihi kwamba kusikiliza ujumbe pafe, huu ni mapenzi makamilifu ya Bwana. Umeondoka kipari kipari, sasa kanisani jambo kipari ambalo kipari. ni sahihi, nawe unapenda kusikiliza kanda tu. Unaweza kuwa chini ya uvuvio upi mkuu rafiki yangu zaidi ya ule wa huduma ya malaika mjumbe wa saba? Swali la pili na kama nimechukua hatua nzuri, basi ungesemaje juu yake? maana una mzigo mkubwa kwamba watu wamsikie nabii wao wenyewe. Jibu: mchungaji wa kanisa hilo na kila mtu wa kusanyiko hilo anapaswa kuchukua hatua kama vile wanavyojisikia wa wanaongozwa kufanya hivyo, pia na nasi tuna tunapaswa kuchukua hatua kama vile tunavyojisikia tunaongozwa kufanya hivyo. Swali la tatu: kuhusiana na swala la mke wangu aliyebaki mle kanisani, nifanyeje? ni mlazimisha nifuate bila ya kuwa ni matakwa yake mwenyewe japokuwa mimi ni mumewe? Jibu: una mamlaka kama kiongozi wa kiroho wa nyumba yako kuiongoza familia yako katika njia za ujumbe huu, na ni wajibu wako kufanya hivyo. Unapaswa kuikusanya familia yako kila siku kwa ajili ya ku usoma neno kwa ajili ya kuomba na kwa ajili ya kusikiliza kanda. Maana sidhani kwamba nitamlazimisha kutoenda kanisani na kushauri kuishi maisha na kuzipa kanda nafasi ya kwanza katika nyumba yako. Kama kuna kitu ndani yake, atasikia sauti hii naye atatoka. Kwa swali lako la nne kuhusu fungu la kumi na matoleo. Je, niko katika njia nzuri kwa jinsi nilivyotoa? Voice of God biblia inasema kuwa tunapaswa kupeleka zaka zetu galani. Gala hili ni kanisa, ni mchungaji au ni nani? Jibu: pale unapopata chakula chako na pale unapolishwa neno kiroho, ndipo mahali unapopaswa kulipa mafungu yako ya kumi. Rafiki yangu ndugu Branham analisema wazi Nukuu, maswali na majibu namba mbili ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa nane elfu moja mia tisa sitini na nne lakini unapolipa sehemu ya kumi, hakika pale unapowiwa fungu la kumi ndipo pale unapopata chakula chako. Leteni zaka zenu galani mwangu, asema Bwana. Swali la tano, hivi je, mafungu ya kumi yote ya kanisa ni ya mchungaji au hayo pia ni kwa ajili ya kazi ya Mungu? Jibu: Ndugu Branham alikuwa na mshahara katika maskani ya Branham na mafungu yote ya kumi yalitumika kwa ajili ya umishenari kupeleka ujumbe huu nchi za ng'ambo na kote ulimwenguni. Naamini kwamba tunapaswa kufuata mfano huo huo leo hii, kwa kuwa ndivyo tufanyavyo na mafungu ya kumi tunayopokea hapa Voice of God Recordings. Tunatengeneza chakula kwa ajili ya bibi harusi cha kumwandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Ndugu, hivyo ndivyo ni juavyo juu ya mambo haya, na ninatumaini kuwa haya yatakusaidia wewe. Dumu moja kwa moja kwenye kanda, majibu yako humo. Ikiwa kuna la mimi kukusaidia, waweza kunijulisha. Mungu na akubariki sana wako katika utumishi wake, ndugu Joseph Marion Branham Waebrania 13 nane.